Inaleta raha kuona kwaya ya kanisani inaimba, shehe anaenda kutunza, na kaswidi vidufu vinapigwa, padri anaenda kutunza, inapendeza sana. <laughs> Na hivi ndivyo tulivyofundishwa. Kuna kakundi fulani hivi ka watu walifanya jambo fulani la kihuni sana, nikasema jambo hili linatakiwa kukemewa kwa nguvu zote walijikusanya wa dini moja, wakasema, hatutachagua muumini wa Kiislamu, tunashindanisha msalaba na kofia na tutachagua wa kwetu Mkristo. Hii ni dhambi kubwa sana. Watu hawa wanatakiwa kukemewa kwa nguvu zote, na hawafai, hawafai, hawafai katika jamii hii. Wakati ambapo taifa linapambana kuunganisha kujenga umoja wa kidugu, wa kidugu, wanatokea wahuni wachache, wanajikusanya wanasema, wanashindanisha hawa. Tunaendelea na mchakato wa kuwashughulikia, kwa sababu tunataka jambo hili likome, likome, likome. Haliko kwenye utaratibu wa mila na desturi zetu, haliko kwenye utaratibu wa makabila yetu wala haliko kwenye utaratibu wa chama chetu cha mapinduzi. Nyinyi mnatoa wapi mambo haya? Tangu rais wa kwanza wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikemea, akakemea na akakemea tena ukabila na udini. Kwa hiyo na mimi kwa kufuata misingi ile ile ya muasisi nitakemea ukabila na udini kwa nguvu zangu zote.